a za leo, karibu tena katika chaneli yetu HW Sabo Kliniki, na naitwa Dr. Jimmy aleo nitaongelea dalili za awali za kisukari. Mara nyingi ukiona dalili hizi, basi jua umeshatembelewa na changamoto ya sukari. Kwa hiyo zitaongelea dalili, lakini taongelea namna ya kuondokana na changamoto hii, lishe ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo, na lifestyle gani uweze kuifuata, ili uweze kuwa rahisi wewe kupona changamoto ya kisukari moja kwa moja. Tukianza na dalili mojawapo kwanza huwa inapelekea kukojoa mara kwa mara hasa usiku ha, lakini pia hasa mchana. Ukiona unakojoa mara kwa mara, ni dalili mojawapo inayoashiria kwamba una changamoto ya kisukari, ingawa kukojoa sana usiku pia inaweza ikawa dalili mojawapo ya tezi dume au dalili ya UTI. Kwa hiyo tatakiwa uchunguze, lakini dalili ya kisukari pia ni kukojoa mara kwa mara. Lakini namba mbili, dalili namba mbili ambayo inasababisha mtu kukojoa mara kwa mara ni kiu isiyoisha ambayo mara nyingi utakuwa mara mara zote unataka hii kitu muda wote eh? Yani, ukiona mara nyingi unataka hii kitu muda wote, basi shtuka, huenda una changamoto ya sukari, sukari imezidi mwili, ni mwako inahitaji mazingira ya kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Lakini namba tatu tunasema kula sana, lakini haupati nguvu, unakuta mwili unakuwa unachoka haraka, mwili unazoofu, mara zote unajisikia mwili uko restless, umekula umeshiba, lakini mwili wako hauko sawa, basi tambua ni dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba tayari una maambukizi, tayari una changamoto ya kisukari, sukari imezidi mwilini na unatakiwa kupata suluhisho. Lakini namba tatu tunasema kupungua uzito bila sababu, hata kama unakula kawaida e, unenepi, yaani uongezeki. Kama kuna una, una dalili hiyo ndugu yangu, kila siku wewe ni kupungua, basi hakikisha ukacheki sukari ili uweze kupata suluhisho mapema. Lakini pia tunasema kuchoka mara kwa mara na vidonda vinavyochelewa kupona. Mara nyingi uh, watu wenye changamoto ya kisukari unakuta ikitokea kidonda huwa kinachelewa kupona. Ndio maana wengi wenye kisukari wanapelekewa hadi kukatwa baadhi ya Haya, sehemu kwa mfano kama mikono na miguu. Ni kwa nini? Kwa sababu unakuta na kidonda na kile kidonda hakifungi au akiwezi kukaa sawa moja kwa moja, huwa inapelekea uh, kukatwa. Kwa hiyo ukiona una vidonda ambavyo haviponi unatumia dawa na uponi, shtuka, hiyo ni kisukari. Na kama una vidonda una kidonda na una kisukari, na hujapona hujapata suluhisho, Dr. Jimmy leo nitaweza kukupa msaada namna ya kuondokana na changamoto hiyo bila kuwa na tatizo lolote. Lakini pia kuna tatizo la zimia na kizunguzungu mara kwa mara. Au ukiwa na changamoto ya kisukari, wengine huwa na changamoto ya kizunguzungu, wanakosa balance, unakuta na kizunguzungu, lakini pia unakuta uh, ana, ana, ana, anazimia mara kwa mara. Kwa hiyo ukiona dalili hizo basi jua huyo mwenzetu huenda akawa na changamoto ya kisukari. Tuambie ni dalili ipi ambayo inakusumbua? Ni dalili gani ambayo imekuwa ikikupa changamoto? Sasa tutaenda kwenye lishe, tufanye nini sasa tayari tuna kisukari, kuna vitu ambavyo inabidi uvifuate na lifestyle ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Sasa hii mara nyingi nimewapatieni watu na watu wamepata matokeo, matokeo utapata atiba ambayo inaitwa diabetic control ambayo inatoka kwetu, imekuwa ikisaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo, lakini ukiipata, basi itabidi ufuate lifestyle hii hapa ambayo nitakupatia. Cha kwanza, hakikisha kwa siku unakula mara mbili kwa. So, siku unakula mara mbili, ina maana una unakula mchana lakini pia unakula na jioni, yani na maana unakula saa sita lakini pia unakula usiku mida ya saa moja. Yani hiyo ndio fomula ya kwanza. Kanseli ile ratiba ya asubuhi ya kula asubuhi, kula saa sita imekuwa ikisaidia watu wengi. Na ile saa sita ule nini, sasa kula na uh, unatakiwa ule na, uh, unatakiwa ule uwepo na mayai ya kienyeji ambayo umeachemsha hata mayai saba nane ni safi, lakini wewe umechemsha uh, samaki. mchemsho wa samaki ambao hujachanganywa vitu vyovyote, yani utaki kuongeza uh, vitu, vitu mle, lakini pia mchemsho wa nyama e, tafuta nyama zako uh, basi uweze kuchemsha kabisa vizuri vizuri. Kwa hiyo kwenye hivyo vitu ambavyo nimeorozesha hakikisha ule mayai na kingine ambacho kwako ni rahisi kukipata. Utakula hiyo saa sita, unywe maji ya kutosha lakini pia hakikisha unakuwepo na, na na na, na, parachichi. Eh, parachichi ni nzuri sana, kipande cha parachichi, kula kipande chako cha parachichi, endelea na shughuli zako kama kawaida. Ikifika jioni saa moja saa moja ndo ule eh, saa moja ndo ule saa moja hakikisha unakuwa na vitu kama hivyo nimekupa maelekezo, unaweza kubadilisha. Kama ulitumia mchemsho wa samaki, basi huku utatumia mchemsho wa E, wanyama au dagaa kwa kandazo wale wabichi kabisa, unatumia unakura una, una, una na moja wapo ya tunda ambalo hayo matunda niliyokutajia unatumia, lakini hakikisha unaepuka vitu vyote vyenye sukari, vitu vyote vya wanga, lakini pia vitu vyote vyenye mafuta. Fuata huo utaratibu, utakusaidia kuondokana na changamoto hiyo, lakini hakikisha jipatia Diabetic Control kutoka kwetu. Itakusaidia kabisa, ni nzuri sana inapatikana kwa shilingi laki nne na nusu na utapata miongozo mingine. Kama bado una changamoto ya kisukari, unatafuta namna ya kuondokana changamoto hiyo, basi leo ndo unapata suluhisho. Na kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama tayari usha kutupata matibabu kutoka kwetu, tuambie yalikusaidia vipi na sasa hivi umefikia wapi. Karibu na Mungu akubariki.